Je, inafaa kumwoa binti ambaye wazazi wake hawajaridhia lakini yeye karidhia? Ni ipi hukumu yake? Wewe wataka kumwoa binti, wazazi wake hawajaridhia, sio? Umempata wapi? Maanake ili umpate binti lazima uende kwa wazazi wake. Sasa umeenda kwa wazazi wako, unakwambia si hatukuja atuku, kuridhia wewe, kwa sababu dini yako labda hatujaridhika nayo, ama tabia zako hatujaridhika nazo. unapitia njia gani nyingine? Natakiwa tuachie wazi, mpitia njia gani je, Njia, njia azopitia za halali wazazi. Kweli unapita njia za halali, wazazi wakakataa, si hatukutaki. Kwa nini hatukutaki? Wewe muwahabi Binti akasema baba, mimi niozesheni kwa huyo huyo kwa sababu ana dini na nataka dini. Wazazi wakasema hatukuozeshi, haiwezekani. Lakini sio umeongea na binti kichochoroni, alafu ndo unaenda kwa wazazi wake. Umeshaanzia kwenye haramu, enda kutafuta kuhalalisha? Hapana, njia kama hizo hazifai. Na alafu kuna haja gani ya hilo wakati wanawake wako wengi? Si utafuta mwanamke mwingine wewe, wazazi hawakutaki. Sasa tuchukulie haya, umeoa kwa nguvu wewe, na binti mkachukuana mpaka kwa kadhi, au mkaenda kwa kaka yake, kaka naye ya kakataa, si nani babu kakataa, wote mawali zake wamekataa wote, hawataki. Sasa mtaishije na wewe mwanamke? Au hujui thamani ya ndoa? Maake kama hujui, ndoa ndio inaweza kuwa tatizo. Wewe umeenda kuona naye kwa kadhi mkakaa zenu ofisini mkafunga ndoa na mashahidi yenu mkarudi kwa kijezo kwamba mawali zake wote wamekataa, na huyo kadhi pia naye katumia zile njia kweli, ikaonekana wamekataa. Tuchukulie basi imepita vizuri kabisa. Haya, mnaishi vipi? Huyo binti ameumwa, unaenda naye wapi? Na siku zote maisha ya ndoa yana mizozo na yana raha. Mizozo ikitokea, mnenda kwa nani? Matokeo yake ndoa hizo utazikuta mara nyingi wakidumu sana hawa watu ni mwaka mmoja au miwili, wameachana tena sasa unaenda kuoa familia hawakutaki. Shekhe, angalia familia yenye dini kaoe, sio mradi mwanamke tu. Lakini hili ni tatizo. Kuna watu wana ugonjwa wa kupenda mtu, akishapenda hata lolote utakalomwambia hakuelewi, na anaona wengine wote sio wanawake, ni yule yule tu. Sasa atakuwa maisha gani haya? Kwa mimi msikushauri kwa huyu binti ambaye wazazi wake hawataki wewe, kung'ang'ania naye mwache, tafuta binti mwingine, muombe Allah atakupa mzuri kuliko huyo.